au sio bwana, yameanza uh, tena kwa ushindi wa bao mbili kwa sifuri uh, dakika tisini za mchezo zikimalizika hivyo uh, wakicharaza Mtibwa Sukari machampioni hao wa zamani na na elfu mbili au sio bwana eh, mabingwa wa zamani na na tisini na tisa na elfu mbili au sio bwana, ambao kwa msimu huu wametokea kwenye championship. Mm -hmm. E, na wameionja joto la jiwe dhidi ya mabingwa <laughs> e, kwa misimu minne mfululizo. E, magoli ya Muhamed Hussein Zimbwe Junior, kapteni wa zamani wa klabu ya soka ya Simba, au sio bwana? E, lakini pia na Selestin Yequa, huyu ni mshambulizi ama mshambulizi wa pembeni E, raia wa chama taifa ya Chad hmm. Eh, tunasema ni usajili mpya ndani ya kikosi cha Yanga ambao umeanza kulipa ileo mapema kabisa. Eh, mashabiki wa Yanga kidogo waka wakaanza kufurahia maisha ya usajili mpya ndani ya kikosi chao. a uh, njenge tunaweza kusema kwamba kwa amba namna ambavyo umetazama, e, mechi ya leo hmm. e, maoni yamekuwa ni mseto juu ya kilichojiri katika uwanja wa KMC Complex e, unakubaliana na wale wanaosema ya kwamba timu bora imepoteza mchezo wa ligi kuu ileo ambao mepigwa pale KMC Complex. Ya, kwa maana ya performance ya Mtibwa kwa daraja lao, mm. Ya, nafikiri walikuwa na performance nzuri na, na, na, na ilikuwa ni timu ambayo inacheza ikiwa inaonekana kabisa ni timu ambayo inacheza kwa maelekezo mm. Ukitazama namna wanavyoanza mipira yao na walikuwa ni katika timu ambazo zinajaribu kucheza kwa ule uthubutu wa kutokuwa na uoga wa kubutua butua. Wanacheza kuanzia kwenye eneo lao vizuri kabisa, wana unaona zile zile pattern za namna gani wanataka kufika kwenye lango la Yanga. Kwa hiyo kwa ma, uki, uki, ukitazama kwa maana ya timu ambayo inaonekana imekuwa coached vizuri, Mtibwa wamecheza wakionyesha kabisa ni timu ambayo iko coached vizuri sana, lakini kitu ambacho inawezekana kwa kiasi kikubwa kiliwafanya kili Mtibwa wapoteze mchezo, mm, ni sasa kuzidiwa kwenye Uh, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja mm-hmm. Kulikuwa kuna, kuna maeneo ambayo Mtibwa alikuwa wao wanapata kikwazo, especially eneo lao so, la ushambuliaji walikuwa wakicheza vizuri kuanzia kwenye backline yao, namna wanavyoanza kufanya build up ya mashambulizi eneo la midfield, unaona kabisa mipira inapokelewa vizuri sana, wanajaribu kupiga pasi zile kuwatafuta washambuliaji wa, wa pembeni vizuri sana, lakini mwisho wa siku, namna gani sasa wanapofika eneo la mwisho nini wanakifanya? Hiyo ndio kitu ambacho kinakuwa ni changamoto, ndio maana moja ya nafasi niliona binafsi yule Kasim mm. Mayele, nafasi ambayo ni clear, ilihitaji utulivu kidogo afunge goli, ambayo lingeweza kuisaidia Mtibwa kubaki mchezoni, lakini hakuweza kufanya hivyo. Lakini ukitazama kwa Young Africans, licha ya mabadiliko madogo ambayo yameoneshwa leo ukilinganisha na performance yao kwenye michezo iliyopita, lakini bado nafikiri kuna kazi ya kufanya, na hata ukitazama aina ya magoli ambayo Young Africans wamefunga sio magoli ambayo yalihitaji zaidi teamwork. Ni uwezo binafsi, naona magoli yote ni, ni, no, ni ma, magoli ya nje ya box mm. Magoli ambayo Zimbo Junior anapiga mua yule yakuwa anapiga mua wa mbali, ni aina ya magoli ambayo unaweza yanatupa ya picha ama yanaonyesha ya uhalisia wa klasi ya wachezaji walionao mm. Ni wachezaji ambao walitumia muda wao vizuri wakati wanaendelea na mchezo kusoma madhaifu ya golikipa wa Mtibwa. Ni golikipa mzuri, lakini ni golikipa ambaye alionyesha kwamba ana changamoto sana kwenye ku save mipira inayotokea mbali na hata mipira ya ya ya, ya, ya kona ile, cross zile, namna ya kucheza kwake ilikuwa ni, alikuwa na struggle kidogo. Kwa hiyo Yanga wametumia wame, udhaifu huo na wakaweza kupata magoli mawili, lakini kwa maana ya timu ambayo ilicheza kwa muunganiko mzuri kama timu. Mm. Nafikiri kwangu Mtibwa anaona walicheza kwa muunganiko bora zaidi ukilinganisha na Yanga. Kilichomuondoa okay, uh, Master Roman Falls haikuwa kukosekana kwa matokeo mazuri kwa Young Africans asilimia kubwa, uh, bali ilikuwa ni matokeo yalikuwa yakipatikana kwa utaratibu upi ya uche uh, wa uchezaji wa klabu ya soka ya Yanga, sio? Kwa namna ambavyo umeitazama Young Africans hii hususan baada ya, ya, ya, ya, ya, ya kuondoka kwa uh, Romain Folz, na hususan leo amekuwepo mreno pale Pedro uh, Gonsalves uh, kuna dalili njema zozote ya kuona kwamba Young Africans inaanza kubadilika kucheza kwenye utaratibu ambao uh, wananchi waliuzoea kiasi cha kuwapo matokeo mazuri zaidi, na uh, wanasema kwamba uh, wanakunjua nafsi kufurahia kile ambacho kinaonekana uwanjani, au ni mapema sana kuanza kumjaji kocha? Eh, kwa namna ambavyo amebadilisha vitu vitatu katika siku chache ambazo amesimamia mazoezi ya klabu ya Yanga. Uh, of course ni, ni mapema mno kwa sababu amekuja ah, juzi tu na tayari vibali vyenyewe naona vimekamilika leo mchana mchana wamekimbizana kwa ajili ya hivi. Yes. Kwa hiyo uh, mimi binafsi sikutarajia ma, makubwa sana kutoka kwake kwa mchezo wa leo. Mm -hmm. Uh, even mwalimu na Patrick Mabegi ma, Mabedi sorry, naye pia. Mm -hmm. Kwa sababu ukiangalia Patrick Mabegi ana almost wiki moja, 10 days almost. Mm -hmm. Kwa hiyo bado hata ile ku, ku, kuweka vile vitu ambavyo pengine ilo la kwanza. Afu leo Uh, tujui nani ambaye da, uh, rasmi wame, wachezaji wame, wame, wamefuata maelekezo ya nani? Kwa sababu kama mwalimu amekuja amemkuta Patrick pale anaendelea kwa siku kadhaa, basi ataongezea tu kidogo, bado kuamua ama kujaji kwamba Yanga hii lakini, uh, so bad, yani naweza nikasema kwamba, uh, kwa mchezo wa leo ukiuangalia sio baya sana, kuna vitu vimeanza, kwa sababu in Afrika vitu ambavyo wanavipoteza ni kama vitu vitatu ndani mm -hmm. ya uwanja mm -hmm. Kwanza kutumia nafasi wanazozipata, nafasi zinatengenezwa kwa wingi wake sahihi. Hilo la kwanza. La pili, uh, spidi Yanga imepungua sana, imeshuka, yaani ile movement. Kwa mfano msimu uliopita Yanga alianza kukushambulia, utatoa utoi, na utatoa, wanacheza kwa intensity, lakini sasa hivi wapo very slow. Lakini lingine alikuwa kupoteza sana pass. Yes. Wanapoteza mipira sana, ambayo mipira necessary, wanapoteza mipira lakini nimeona kidogo wanaanza kujiamini kwa, kwa, kukana mipira hilo la kwanza. Lakini spidi imeongezeka yani, kwa mfano walikuwa wanakimbia 30 kilomita, uh, kilomita per hour yes. sasa hivi wameongeza at least imefika uh, 40 to 45 bado hajafika 100 mm -hmm. tofauti na, na, na, na yanga ile limezoea kwa hiyo uh, kwa kidogo kidogo, unajua watu wengine washaanza katika mitandao pia yeah. ku, kuhoji ama kuona au pengine fitness coach naye ana shida oh, yes kuangalia na mafiti kwa sababu ni Yanga haichezi 90 minutes kwa spidi ambayo kwa mfano ukiangalia michezo mingine kipindi cha pili kina, kama inakata upepo fulani. Sahihi. hasa ule mchezo wa kimataifa ukiangalia yote miwili wale ucheza dhidi ya wale wa Malawi na ukiangalia mchezo huu wa wa wa wa, pa, dhidi ya ya, ya, Mtibwa walivyoanza hmm. kipindi cha kwanza na hao ya kipindi cha pili yeah. sio bora hilo lingine hmm. lakini kuna shida katika ubunifu katika final third kwa Young Africa, eneo la mwisho la umalizia kigawa na ma, ma, vipande vitatu ule uwanja sehemu ya mwisho ina shida katika ubunifu, kwa sababu mchezo wa leo ukiangalia hakuepo Pakome Pakome at least ana ubunifu mm. Msimu uliopita tunaona kama si Pakome pengine Azizi anaweza kufanya kitu ambacho kikamaliza kila kitu. ni pasi moja tu ikamaliza game yenyewe yote. Kakil, lakini kwa sasa hivi hakuna mm. lakini pia katika upande wa Midfield upande midfield napo, uh, kuondoka kwa ucho, ucho alikuwa inka mzuri sana, anajua kuifreeze timu anajua timu ina pressure, na uh, wana build vipi mashambulizi, lakini kwa wao waliopo Duke Abuya leo, of course kila sehemu unamkuta, lakini hakupi kile kitu cha cha, cha, uh, kujiongoza timu, tushambulie tubaki na mpira, unaelewa, yani tusiwaruhusu wao wabiliki mpira tumiliki sisi katika eneo letu tushambulie, ama wameshambulia, hilo lingine lakini kitu kingine Yanga wakishambuliwa hmm. Yani waamini wa, wao wakishambulia wanakuwa wazito na sio wepesi kukava kurudi katika shepu yao ya kawaida hasa katika safu ya ulinzi na, na, na kiungo nalo hilo ni shida hmm. Kwa, kwa, kwa jicho langu la, la tatu katika kuangalia soka hilo nimegundua. Kwa Young Africa bila shaka mwalimu <coughs> aeza akalifanyia kazi yes. Na Yanga ikarejea ile ambayo hmm. watu wanaiona ya asali na maziwa, lakini <laughs> uh, katika game ya leo yes pamba pamoja na mjenga amezungumza, eh, yes. mara eh, eh, kwa mara wamepata alama tatu leo hawakuwa eh. Young Africa, ukiacha nafasi moja aliyoipata ambayo pengine yule yule nani yule Mwita Bahele, kama angekuwa makini, angeweza kuweka mchezoni pamba au, au Mtibwa yes. lakini apate fomu hiyo, wa wanacheza mchezo kishule sana <Gh> yaani wanacheza yani, uh, mpira ule wa shule, kwa maana sisi tucheze mpira tumiliki, inatosha kutengeneza nafasi za hatari hiyo. Yes. Naona mambo kama haya yamepelekea kupata ushindi wa Yanga Afrika leo, lakini tunaona pengine huko mbele mwalimu akifanyia kazi haya mapungufu ambayo ilikuwa inaathiri Yanga hapo katikati, mabadiliko yanakuja. Yanga leo wamecheza nyingi, ndio maana akashindwa Sawa, oh, yeah. Uh, Malusu, uh, wakati tunaipitia CV ya kocha ya Pedro Gonsalves ndio yep. Uh, uh, tuligusia juu ya uumini unasema, uh, mm-hmm. falsafa uh, lakini pia kwenye, kwenye mifumo unajua kila kocha na mifumo ya kiuchezaji 433 uh, Uh, imekuwa ni utaratibu wake namna ambavyo wanapangilia wachezaji ndani ya uwanja ili kuimplement falsafa, kuimplement kile ambacho uh, anakitaka ana ili timu ipate matokeo uh, kwa ulivyoitazama leo Young Africans uh, wachezaji wameishi kwenye huo mpangilio mzuri, ama kuna namna ambavyo umeanza kuona kupata picha halisi ya uh, mfumo ambao nautumia, ambao at, ataupendelea kocha kuutumia katika michezo ijayo? Nimeona ni, ni vitu vingi kampista ambavyo unaamini una ama binafsi naamini kwamba mwalimu amezungumza kitu fulani mm -hmm. na mpango ukaenda ukatekelezwa. Sasa judging kwenye how uh, im, imekuwa long term kocha amekuja pale, maybe ni eneo ambalo kocha uh, Patrick Mabedi amefanya kazi kubwa zaidi kuliko Pedro Gonsalves lakini kuna vitu ambavyo vilifanyika alafu unakumbuka CV ya kocha kwamba mfumo wake anaoupendelea ni 433. Alafu unaangalia na selection ya timu ya leo, unaona okay, maybe kocha ameimplement kitu fulani ama amezungumza kitu fulani mm -hmm. kuelekea kwenye kwenye, kwenye team selection ya kikosi cha leo kwa maana ya kwamba, uh, leo hii pia aliutumia huo mfumo. Sijui kama watu walinotice, ila alitumia huo mfumo, ilikuwa 433 kwa maana kwamba Islam Mwenda pamoja na Mohamed Hussein kama fullbacks, back four, I mean, center backs pairing ya Job pamoja na Mwamnyeto, alafu solo pivot ya Duka Buya, alafu juu yake kuna Maxim, pia Zengeri pamoja na Momo Dumbia, alafu winga kushoto Edmund John, kulia Ofenchikola na striker akasimama, akasimama Prince Dube by the way ambaye alikuwa ni false nine. Tulikuwa tumemwona anarudi deeper akiwa involved na in eneo la progression kwa maana kwamba kwenda kuchukua mipira na kujaribu kutengeneza spaces in behind ambazo often pamoja na Eddie wataweza kuzitumia kwa ajili ya kutengeneza nafasi ama kufunga wao wenyewe mabao. Na katika mazingira kama hayo hicho, uh, sio kitu ambacho kimetokea kwa bahati mbaya. Ni coach ambaye anaamini kitu fulani, amekuja, amezungumza alafu mpango, um, umeweza kufanyiwa kazi ama ume, ume, umeweza kuonekana kiwanjani na moja kati ya vitu ambavyo nimevinotice leo alafu nikakumbuka maisha ya 433 alivyo, alafu mm, nikaamini kuna kitu kocha amesema na kimefanya kazi. Ni kwa mfano mabao yaliofungwa leo, Njenge alikuwa anazungumza kwamba ni mabao ambayo ni individual brilliance. Lakini mimi napishana naye kidogo mm, ni mabao ambayo yanatokana na idea ya mfumo wenyewe unataka, unataka ufanyaje kazi mm, kwa maana ya kwamba gola la pili ambalo amelifunga Celestine Ekwa ile ni context ambayo mfumo wa 433 unahitaji winga afanye, ama afunge 3, anayetumia mguu wa kushoto upande wa kulia katika mfumo wa 433, unapokuwa na mawingo na namna ile, jukumu lao mama la kwanza footed winger jukumu lako la kwanza sio kupiga cross. mm -hmm. Kwa sababu mguu wako wa kupigia cross hauko upande ule. Kama unataka upige cross, cheza upande wa kushoto aha, kwenye mguu wako oh, asilia kama ambavyo Fauzi alikuwa anamtumia Celestine. Kwa by the way uh, Mona sio alikuwa anatokea kulia, no, alikuwa anatokea upande wa kulia, alikuwa anatokea upande wa kushoto, alikuwa anatumia zaidi kushoto, kama winga ambaye anatumia mguu wake kwenye upande wake, lakini leo tumeona ni context ambayo uh, imekwenda kuzalisha bao kwa Yanga, na kwa hiyo leo uh, Pedro amemswitch amemswitch amempeleka kwenye ile ambayo amekuwa effective zaidi, ndio, na based on the formation ambayo yeye ameipanga, lile ndilo eneo ambalo amelihisi ama amelichagua liwe ni nafasi ya kutengeneza nafasi ya mabao ama kufunga mabao pia, mm. na sio accident, kwa sababu kama unakumbuka kwenye kipindi cha kwanza pia ni zaidi ya mara moja. pia alifanya au mjaribio mm. Often, uh, naye ni winger anayetumia mguu wa kushoto lakini anatokea upande wa kulia mm -hmm. Kwa siku ya leo. Kwa hiyo kama kawaida kwenye 433 ile ni context ambayo unahitaji kupata mabao. okay. Alikuwa anaingia ndani anapiga anapiga <coughs> mashuti kama matatu manne ambayo ya kulenga lango. Lakini pia kwenye kesi ya goli la Mohamed Hussein ile lenyewe pia haikuwa accident. Mm-hmm. Kwenye mfumo wa 433, ama mfumo wote ambaye kocha anataka kuinvite sana, 1v1 baina ya winger na fullback wa timu pinzani huwa mara nyingi yule uh, huwa huwa mara nyingi inatengeneza space ya uh, mbele ya fuba kwa timu yake, kwa maana kwamba kwa mfano leo Mohamed Hussein yeye alikuwa anakabwa na winga wa Mtibwa Sukari. Ndivyo hivyo ile concept ya kuwa yeye 1v1, mm. Inamfanya pia na yeye kuweza kuwa involved kwenye eneo la ushambulizi, mm. Kama akiweza kumpunguza yule mtu katika katika uh, scenario kwamba hawezi kumpasia winga wake uh, katika scenario kwamba anaiona space mbele yake uh -huh. na anaweza akapiga ni eneo ambalo anaweza kuzalisha mabao, ndicho ambacho tunakiona kila juma tukiwaangalia timu kama PSG kwa mfano yes. unaona Ashraf Hakimi, unaona Nuno Mendes jinsi ambavyo mm -hmm. wakiisogea juu, halafu Varaskeria pamoja na Dezire Due yes. wamewashikilia mm -hmm. mafuba akiwa timu pinzani kule yes. hawezi kufanya chochote, halafu kuna, kuna, kuna viungo wengine ndani ya space ambao wamewazuia viungo wa chini wa timu pinzani kuweza kufanya chochote. Kwa hiyo kuna kwa kuna space ya fullback kuendelea kudrive mpira. Kwa hiyo kama space ile bado inapatikana na ile back four hawezi kufanya chochote kusogea, kwa sababu kuna watu ambao wako occupied nao wamewamaki. Matokeo yake ni kwamba fullback akiwa na mpira anaweza akachagua either atoe pasi ama achukue ile nafasi kuweza kufunga bao. Kwa hiyo haikuwa bahati mbaya pia goli la Mohamed Hussein. Uh, ilikuwa ni ndani ya mipango ya kile ambacho mm -hmm. fullback kwenye mfumo wa 433 anapaswa kufanya. Okay. Yenyewe nao patikana. Sawa. Okay. Uh, moja ya eneo ambayo ilikuwa uh, vital kwa upande wa Young Africans kutengeneza mashambulizi uh, lakini pia hata kuweka mpira kambani ilikuwa kwenye upande wa namba kumi wa wa wa klabu yao ambayo wote tunafahamu kabisa kwamba hivi sasa uh, baada ya kuondoka Stefania Ziziki uh, limekuwa ni eneo ambalo E, bado halijampata ule e, mfalme wa kutawala eneo hilo, e, position namba 10 ambapo, e, kwa mujibu wa Young Africans wao kama wao walimtambulisha e, Momo Dumbia AI mm. e, ambaye tunamwona ndo amekuwa regular yani katika wachezaji ambao wapya kwenye kikosi wamekuwa wakipata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza, tofauti na wengine wengi e, ni yeye. Hmm. Takwimu zinaonekana zinamkataa. Swali ni je, ni AI iliyoagizwa online au eh, kuna namna ambavyo waliopo juu ambao wanapaswa kutumia ku, ku, ku, ku, ku, huduma yake wanashindwa kukonveti nafasi ambazo wanazitengeneza kiasi yes, kwamba inaonekana atoi assist wala aweki mpira kambani, yeah, kwanza mi binafsi naona Momo Dumbi ya kwanza sio ile version ya, ya, ya Stefano Azizi k moja kwa moja sio, mm -hmm. Sio mchezaji wa aina ile. Unajua uh, kuna mchezaji anacheza ile nafasi ya nyuma ya mshambuliaji na unaona wasifu wake ni mzuri, kwanza yeye mwenyewe kwenye kufunga magoli mm -hmm. na jicho lake kwenye zile pasi za moja kwa moja za, za, za, za, za kutengeneza magoli. Jicho la Azizi lilikuwa mbali sana kwenye eneo hilo, alikuwa akifanya bora zaidi Momo Dumbi ya namna ambavyo binafsi mimi namwona na, na kwanza, haonekani kama ni aina ya mchezaji ambaye ana, ana yaani sio wa kumwekea sana matarajio kwenye kuona labda akiwa anafunga magori mengi kama Azizi pengine hilo hilo hilo, sio eneo lake ambalo labda lina kwa namna anavyocheza haonekani kama, kwa sababu Azizi ambaye alikuwa anaonekana ana hayo matamanio unaona, hata majaribio yake alikuwa ni mengi sana golini, ukilinganisha na mtu kama Momo Dumbia. Lakini kwenye hili eneo la pili, jambo la pili ulilosema kuhusu uh, huduma anayoitoa kwa washambuliaji Of course Yanga haija seto bado kwenye eneo la ushambuliaji, lazima hilo hilo hilo tukubaliane. Master alizungumza hapa namna ambavyo bado ni timu ambayo haijakuwa na utulivu kwenye matumizi ya nafasi. Sasa kama timu haijatulia kwenye matumizi ya nafasi, kama timu bado ina mshambuliaji ambaye anacheza mechi nyingi, ambaye leo tumeona pale amepewa zawadi ya kutiwa moyo na mashabiki, tafsiri yake ni kwamba hapo, uh, hapo bwana, ngoja usinikatishe, acha nimalize kwanza. Tafsiri yake ni kwamba ili ili ili assist ihesabike kuwa ni assist maanake, mpaka goli iliyo limetokea. Sio tu ukipiga pasi ya kutengeneza goli basi <laughs> itahesabika kuwa ni assist. <laughs> mpaka yule wa pili unayempasia akiweza kuimalizia kwa usahihi. oh yeah. Ndio inahesabika kuwa ni assist. Kwa hiyo nafikiri eneo la ushambuliaji la Yanga bado halijaseto, lakini kwa Momo Dumbya namuona ni mchezaji ambaye kwa alichofanya mpaka sasa kama mchezaji ambaye ni mpya kwenye kikosi kipo kitu anajaribu kukionyesha japokuwa hajafika kwenye ile level ambayo utasema yani, siwezi. Binafsi mimi siamini kama yeye amekuja eti ku kuwap, upgrade pale alipoishia Stefano Aziziki. Nafikiri yeye anap, an, anafanya kwa vile alivyo, na tuheshimu tu kile anachokifanya, lakini binafsi simuoni, yani, kwa namna aina yake ya uchezaji alivyo, profile yake, yani sioni kama eti Momo Dumbia licha eh, ya hayo majina no. mazuri ya hey, AI na nini eh, eh, lakini bado sioni miguu ya Stefano Aziz ki Stefano Aziziki uh, kwake uh, binafsi, of course uweze kumfananisha Steve na, na na, Momo Dumbia, lakini ninachoona <coughs> ni kwamba kwa kuwa Yanga haina ile acceleration mm-hmm. ambayo pengine watu wengi wanatarajia kuwa Uh, unaweza usimuone na Momo Dumbia, lakini yeah. kama unamwangalia kwa jicho lingine mm. anafanya kazi kubwa sana, hasa kazi ya ubunifu na angalia pasi zake anazozitoa na, na mipira, lakini kinachomsumbua kinacho, uh, kinacho ni kitu kimoja tu, kwanza ni physicality mm -hmm. oh, yeah hilo la kwanza okay. eh, eh. la pili ni kwamba, unajua na ukiangalia pasi anazozitoa yes. kama zingekuwa zinatumika mm sasa hivi -hmm. tungekuwa tunaanza kuzungumza lingine. oh, yeah. Tunataka flow ya Yanga ipatikane, timu icheze kwa mpangilio ambao pengine mwalimu ataupanga kuanzia wanapojenga mashambulizi mpaka wanapomaliza mashambulizi. mm -hmm. Mumbu Dumbia ataonekana kwa sababu jamaa mpira anafahamu, anajua mpira, anajua boli. yes na nilisema mara ya kwanza hapa, tatizo ni ubunifu katika mm -hmm. final third. Ukiangalia uh, leo yeye ndio pekee ambaye pengine walitarajia watu tuone ubunifu. mm -hmm. mapungufu yapo kwa timu uh, kifika katika eneo la, la, la, la kumalizia lakini kwa Momo Dumbia naona kabisa kama anapata ile, atakuwa fiziki mm. na timu inakuwa na acceleration, atakuwa na mchango mkubwa sana kwa Young Africa oh, yeah. ni mchezaji ambaye mm. anajicho jicho yeah. anajua mpira, anajua kutoa pasi, anajua control imelala, ila physicality yake ndio changamoto. Okay, sawa bwana. kwa hiyo uh, yanga ya asali na maziwa mnaiona bado Yanga wamefanya so, mabadiliko makubwa ya benchi la ufundi nyingine eh, eh. wachezaji wengi waliosajiliwa Yanga msimu huu eh, bado hawajaonyesha kile wali ambacho Yanga waliwaona wali mpaka wakawasajili wachezaji wote msimu huu pamoja. Momo Dumbia amesajiliwa msimu huu kumwangalia uh, uh, mimi binafsi naamini ni mchezaji kwa sababu kipaji kinaonekana, hmm, lakini amekuwa a uh, hajiamini, kapoteza uaminifu, kwa sababu pengine kilikuwa au wanataka kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja, kitu kinatarajiwa uh, akifanya kwa kwa mapema hakija, hakija work out okay. Kwa hiyo anajitafuta, kama kutakuwa na uvumilivu na timu itacheza bila pressure yes. Wachezaji wata nini wataingia wata, wata wata katika mfumo na kuanza kufanya vizuri okay, lakini wakiwa na haraka ya uh -huh. kupata matokeo kwa wakati huo huo wachezaji wengi sana watafloor uh, uh, sizo ma pressure ya nje, kwa mfano leo Dube na unajipa hey, pressure hey, wewe hey, Yanga ni mwarobaini yani K kumpatia zawadi baada ya mchezo ama benchi la ufundi na watu wa karibu ama wanasaikolojia wanapaswa kuketi naye kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi kufanyia kazi mapungufu yake, eh, au kuendelea kumpatia zawadi baada ya mchezo kumalizika, hata kama hajafanya vizuri mwarobaini ma, upya wanampatia vile, kwa sababu imeonekana labda Dube amekuwa story kubwa sana katika mitandao aha. watu ah. wakimshutumu kutokana na kukosa nafasi kufanya hivi, au mshambuliaji, jina gani huyu asiye kucheza yake, mtu anazungumza nani Dube uh, msimu uliopita kama unakumbuka, <coughs> akata anasajiliwa na Young Africa kutoka Azam yeah. Alikaa kama miezi sita bila kucheza mchezo wa kimashindano kwa sababu alikuwa uh, hayupo kisheria, akajiunga na Yanga, alivyoanza alianza kwa nini? Kwa pesi ya chini sana, kwa sababu kukaa kwa muda mrefu. Ndio kitatumkuta Dumbia kwa sasa, baadaye akaanza kuchanganya na msimu ana takwimu bora, amefunga magoli 13 assist 10. Sijui katika Young Africa, yeye ndio alikuwa na mchango mkubwa katika kufunga magoli kupita wachezaji wote wa Young Africa msimu uliopita. Msimu huu ameanza chini, kwa hiyo inachotakiwa ni kwamba yeye ku upgrade arejee katika, katika mm, kiwango chake. Haya, huyu na kila mtu anazungumza lake yeah. Katika hilo, kwa mfano msimu uliopita Mchezaji ambaye kwa Young Africa aliyepata sifa kubwa sana yeah, ni Clement Mzinze. Yes. Mzinze alimaliza na goli 13, 14. Ndio alikuwa top scorer kwa Yanga goli 14, Dube 13. iaau lakini Mzinze alikuwa na sisi au mchango mbis wake wa yes, magoli aweze kumfikia Dube yeah, yeah, lakini kwa kuwa Mzinze watu ndio walikubali sana, kutokana kile ambacho anakuwa anakifanya kuliko Dube uh, lakini kwa takwimu alikuwa na takwimu bora kabisa Dube kuliko lube ya ya, na, ya, na mimi, mimi na mimi kwenye <coughs> hili la Dube la na namna ambavyo Yanga wamefanya mimi binafsi kwanza nimeona ni, ni, ni, ni kitu kizuri kwa maana ya kumtia moyo moja kati ya washambuliaji wao bora walionao, ni jambo zuri sana, lakini kitu ambacho binafsi natamani na kukiona kwa Young Africans hii hali isiishie kwa Prince Dube pekee <coughs> yake. <peki> ya. <coughs>